Karibu katika sehemu ya nane ya simulizi zetu nzuri inayoitwa mapenzi ya kukomoana. Wakati naendelea kuwaza hivyo, ghafla alitoka kifuani mwangu. Ndipo niliposikia nyimbo ya Mboso ikiunguruma kwa sauti ya kati. Nyimbo hiyo ilimba hivi: baby nkikushika kiuno mkikuchumchumu tamu kikukumbatia tamu utam kolea penzi letu bebi tamu, yani mpaka kisogoni tamu tararara tamu utam kolea. Labda ukipata ladha yake kidogo, unaweza kuelewa hii nyimbo ilimaanisha nini.

Nyimbo hiyo iliingia moyoni mwangu kabisa. Kisha Diki akanilalia kifuani mwangu. kama mwanzo, unaniumiza tumbo, nitamka huku nikiwa kama namsukuma kwa mbali. pole baby, ngoja tulale upande. Wakati huohuo nilijikuta na bano na haja ndogo ghafla, lakini niliogopa, kwani angeweza kugundua siri yangu. Nilijikaza kwa kubana lakini mwisho nilizidiwa mithili ya mtu aliyebana na kikohozi. Sori, iechie niende maliwatoni, nilitamka. Baada ya kumwambia hivyo aliniachiake. Nilielekea bafuni kisha nikavua nguo zote ila ili nijisafishe, maana nilihisi joto mwili mzima, huku nikiwa nimeloa kila sehemu. Nilianza kuoga kwa kujimwagia maji huku povu la sabuni likifunika uso wangu mithili ya ukungu wa Makambako. Nilifumba macho ili povu hilo lisiingie machoni, huku nikiendelea kujimwagia maji. Nikiwa naendelea hivyo, ghafla nilistuka kusikia kitu kimenigusa kwenye makalio yangu, lakini nilishindwa kufumbua macho. Baada ya povu kuisha, nilifumbua macho na kukutana na Diki akiwa amesimama huku mkono wake ukiwa umeshika mpini wake uliokuwa umezungukwa na misuli mithili ya nyaya za umeme. Hey, mfuata nini huku wakati naoga? Nilimuuliza kwa mshtuko. Nakupenda sana, ndio maana nimekuja kukuogesha. Hapana samani, lakini kama wanipenda, naomba uondoke kidogo Niwitamka huku nikijua tayari siri yangu imefi, imefichuka kwani shida kwa iko wapi baby? Afu naomba nikufulie nguo zako za ndani ambazo naona zina damu mm, Jamani asante nitafua mwenyewe nyumbani. shida yako ni shida yangu, hivyo leo nataka nikufulie, usizivae tena. Kauli hiyo ilinifanya nibaki kimya kama bubu, huku akili yangu yote ikiwaza itakuwaje, maana tangu nizaliwe sikuwahi kufanya mchezo wa baba na mama, huku kitumbua changu kikiwa bado silidi. Nikiwa nimeduaa, alishika kipande cha taulo, kisha akaanza kunipangusa maji, hali iliyonipa msisimko mkubwa mno ishia tumboni huko chini nitajifuta mwenyewe. kwa nini bebi? Afu damu imekaa tete bado, ila inatoka baada ya muda hivi. Oh, alitikia kisha akanibeba mpaka kitandani, kitendo ambacho sikukipenda kabisa. kwa nini unataka kulazimisha kitu nisichokipenda? samani sana bebi, kama nimekuudhi nimefanya haya kwa ajili ya upendo <mimu> niliguna, huku mikono yangu ikiwa imeficha kitumbua changu kwa chini. Baada ya muda kidogo ukimya ulitawala, ndipo Diki alipoachama na kisha akachomoa ulimi wake ambao ulikuwa na rangi nyekundu kwa mbali mrefu wastani na kuanza kuupitisha kwenye kifua changu na kugusa moja kwa moja kwenye, in, kwenye ncha za mayai yangu. Alifanya hivyo kisha akaanza kushuka tumboni na ubavuni mpaka nikawa naona viruerue. Nataka niondoke, mimi nilimwambia, huku nikiwa natetemeka. Mm, leo utalala hapa, kwani unawahi nini? Kabla sijajibu, ulimi uligusa kwenye kitovu changu huku kwa mbali nikisikia ubaridi wa mate mithili ya barafu hivi ndivyo nilipojiving, ndipo nilipojivingisha kidogo. Diki alizidi kushuka mpaka kwenye nyonga zangu, mpaka kwenye nyonga zangu, hali iliyozidi kuni, kuniogopesha sana. Baada ya muda kama dakika moja hivi, sijui alifanyeje, nilihisi kitu kikinigusa katikati ya mapaja yangu, ndipo kwa mshtuko nilipobana mapaja yangu kwa nguvu zote. Unaniua, unaniua. sauti ya Diki ikiwa haitoki vizuri lisikika. Niliinua ma, niliinua macho na shingo yangu, ndipo nilipokuta kichwa cha Diki katikati ya mapaja yangu. Hapa nimemweza, hata rudia tena, nilijisemea mwenyewe. Kisha nikaendelea kubana kisha nikaendelea kubana huku nikijifanya sisikii vizuri. Bebe, unaniua, alitamka tena kwa mara nyingine, lakini nilijifanya nilijifanya sisikii, niliendelea kubana kichwa chake ndani ya mapaja yangu mpaka nikaanza kuhisi kama kijasho kwa mbali hivi, ndipo nilipoachilia na akafanikiwa kutoa kichwa chake. Babe, mbona umetoa kichwa? Nilikuwa napata raha sana mithili ya mtoto anyonyavyo nyonye za mamaye, nilitamka huku nikihofia asinipige kwani aliumia kweli kidogo. Niue, kwani ulikuwa usikii nakuambia Alitamka huku macho yake yakiwa mekundu. Sijasikia chochote bebi, nidhani ni miguno ya mahaba, haina shida, ila usifanye hivyo, maana nilishindwa hata kupumua. Baada ya mazungumzo hayo, ukimya ulitawala, ndipo kama kawaida yake alipoinama na kuweka kichwa chake sehemu ile ile nilitamani kumbana tena, lakini niliogopa. Ndipo aliponiwahi kwa kuweka ulimi wake juu ya kitumbua changu, kisha akaanza kupitisha kwa juu na chini mithili ya beberu. Nilipiga kelele sana, kwani alikuwa ananitekenya huku nikitamani aendelee, japo niliogopa mtego wangu wa kuwa periodi, si atakuwa ameugundua Nilijiuliza. Aliendelea kufanya hivyo mpaka nikajihisi nataka kupaa angani kama ndege japo nilishindwa. Ndipo nilipoamua kumwambia nishike, nishike ka karibu na kitovu. Alifanya hivyo kama nilivyomwambia, ndipo mwili wangu wote nilipojihisi mlegevu kabisa. Nikiwa nimelegea, alinishika miguu yangu yote mmoja akaupeleka kulia, mwingine kushoto, mithili ya mtu anayepiga msamba. Ndipo nilipopiga kelele, bebe, unanipa mimba. Siku nyingine utapataje mimba wakati upo period? aliniuliza. Inawezekana bebe, nilitamka huku nikiwa na hema kama jogoo waliotoshana nguvu. Haiwezekani wala hutopata alitamka kisha akanivuta kwa nguvu kuelekea kwenye magoti yake. Basi vaa kinga maana naogopa mimi, nilimwambia huku nikijuta kwa nini nimekuja tena kwake kwa mara nyingine. Kinga ya nini wakati wewe ni mke wangu? Kwani umenioa? Bebe, tuyaache hayo kisha akaandaa mpini wake na kutaka kuuchomeka katikati ya tundu la shoka lililokuwa limeziba. Nilikaa kimya huku nikionyesha uso wa huruma, lakini Diki wala hakunihurumia. Taratibu alilengesha mpini wake mrefu na mnene mpaka kwenye kitumbua changu, ndipo liliposogea kwa nyuma kidogo. Bebi, utaniumiza. Tulia, usisogee wala hutaumia alitamka, kisha akapakaa mate kwenye mpini wake. Kwa mara nyingine, alinishika kwenye nyonga zangu, kisha akategesha tena mpini wake, lakini ilishindikana, kwani ulikuwa ni mnene mno. Nimekwambia mimi sijawahi, halafu una kidude kikubwa, wembamba wa leli, treni inapita, alitamka. Siku nyingine baby. Niamini, nitakuja tena. Leo lazima uondoke tukiwa kitu kimoja. Kitu kimoja kivipi? Yaani mwili wangu na wako uungane. Maneno hayo yalizidi kunitisha sana, mpaka nikawa nakiona kifo kwa macho yangu, kulingana na maumbile yake. Nikiwa katika hali hiyo, nilimwona akijiandaa, kama anahesabu hivi moja mbili, ndipo. Yes, asante kwa kusikiliza sehemu ya nane ya simulizi hii nzuri inayoitwa mapenzi ya kukomoana. Mwandishi ni Maclaulian, Nami msimliaji wako naitwa AJ. Usikose sehemu ya tisa ya simulizi hii nzuri kabisa inayoitwa mapenzi ya kukomoana. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel ya simulizi na hadithi, ili uanze kupata simulizi hizi nzuri. Mpaka wakati mwingine, chao.